Sauti ya Mungu wamedhibita, wakaisikia sauti, wanaanza kusikia sauti, lakini hawaoni mbele ya Mungu, na baadaye wakafuta wa kwenye msanya Edeni, wakaanza kusanya Edeni, na baadaye Mungu akaanza kuongea nao kwa njia ya malaika wanaokuja katika mwili wa wanadamu, kwa njia ya ndoto, njozi, kwa njia ya manabii waliopewa ujumbe wa Mungu. Lakini baadaye dhambi iliendelea kuongezeka tena, Mungu akaanza kuongea na wanadamu sasa, akaanza kuongea na wanadamu sasa akaanzisha akaanza kugnaa njia ya maandishi. Maandishi yakagunduliwa, ukienda kujifunza kwenye historia kwamba hivi maandishi yaligunduliwa na nchi gani, alianza ganiiialiazalili mwaka gani wa kuandika, ufundi utaalamu uligundua, unaweza kwenda kufanya kazi mwenyewe. Lakini Mungu mwenyewe katika historia hiyo zamani, tunaona Mungu mwenyewe pale alipokuwa anatoa amri kumi katika mlima wa Sinai. E, alipokuwa amemuita Musa akaenda mlimani, tunaposoma kitabu cha Kutoka 19 na kitabu cha Kutoka ishirini, tunaona namna ambavyo e, Mungu anaposhuka pale kwenye mlima, Musa yuko kule juu ameambia wasiende, kukawa na ngurumo na radi na tetemeko na mvua ya mawe, na Mungu akasikika akisema, mimi ni Bwana Mungu wako, kutoka katika nchi ya Misri, katika nchi ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi, usifanye salamu ya kutoka na mwana Mungu wako mbuki. Heshimu baba yako na mama yako, usiuwe, usizidi, usiide, usishuhudie, usitamaniaao. zile amri kumi zote Mungu alisema kwa mdomo, lakini hakuishia kusema kwa mdomo tena, akaandika aka kwenye mbao mbili za nini? Kwenye mbao mbili za nini jamani, jamani, akaandika akampa Nabii Musa akashuka nazo kule chini. Kwa hali iliyokuwepo tunafahamu kwamba Musa zile bao zikaanguka zikapasuka kulingana na dhambi, ili hali na ntena akaandika. Kwa hiyo Mungu alisema kwa mdogo, lakini tena akasema kwa nini kwa maandishi. Tunasoma kitabu cha Kutoka 31 moja Bwana Mungu alipokwisha kuzungumza na Musa akampa zile bao mbili za mi zilizoandikwa kwa chanda cha nano cha Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linahubiriwa kwa sauti na kwa maandishi. Na hayo maandishi, hayo maandishi ndicho hicho ambacho tunajifunza kwamba ni muhimu, ni muhimu kwamba kila muumini asambaze maandishi. Ni kosa kufikwa wenye kusambaza peke yao. Kwa nini? ni kwa kwa muhimu kila muchiriki kwa sababu msikizi hapa nisia kwa muda mfupi, kwa sababu kuna mahali pengi ambapo sauti ya mchungaji haiwezi kusikika, mahali ambapo kunaweza kufikiwa na machapisho na fao vyetu ambayo vananivo. Kwa nini muhimu? Umuhimu vitabu ni njia iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe kuandika. Njia hii ya kuandika, kuandika ya maandishi haikuanzishwa na mwanadamu, ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Ni njia inaweza kuwafikia watu wengi zaidi. Ujumbe ulioandikwa una dumu dinene una lumu e na mrefu ujumbe ulioandikwa unalumu la mrefu, lakini ujumbe wa mdogo unasaulika kwa wepesi. Hata weagu hivi kwa kuzunguza tugu na mdogo, yale yote niliusungumza yatasaulika kwa wepesi. Lakini kama ningekuwa nimeandika au kutoka na kitini ungeweza tena kunisikia nilisemaje kwa njia ya maandishi. Kwa ujumbe wa maandishi unadumu muda mrefu, ujumbe wa mdomo unasaulika kwa wepesi. Kwa nini, kwa nini maandishi ujumbe ule uliandikwa haubadiliki? Uliandikwa kama ni dhamba kusema dhamba. Kwa nini maandishi ujumbe ule uliandikwa unaweza kwenda hata mahali ambapo mkutano wa injili umezuiwa au umefungwa? Kwa nini, kwa nini maandishi ya vitabu Ujumbe wa Mungu unaonyesha kwamba ujumbe wa maandishi ndio kwa kazi hadi kufungwa kwa mlango wa rehema. Bwana alitoa mtu kwa wanaume na wanawake kujihusisha kufanya kazi. Na anasema kazi ya Mungu duniani itamalizika mpaka wanaume na wanawake watakapoungana kwa pamoja kwa pamoja katika kazi hii. Kwa hiyo sasa asubuhi ni kuhusia fursa. Fursa ambazo tunaweza katika zitumia, nikasema kwamba tugawe vitabu kwa sherehe za ndoa, kwa sendo wa fuo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye matukio kama hayo tugawe vitabu kwenye misiba koneke misiba, tugawe vitabu lakini pia tugawe vitabu kwenye mikutano ya hadhara kama kwenye efoti sabato za wageni, tugawe vitabu magerezani, mahospitalini, kwenye vituo, kwenye taasisi mbalimbali, tutengeleza programu za kupeleka vitabu, lakini pia kugawa vitabu kwenye sabato za wageni na wale uza abaeana vitabu lakini pia kugaa vitabu kwa marafiki zetu, kwa majirani zetu, kwa sehemu zetu za kazi. Tutembee teauri zaana za vitabu kwa afaaau tunapotoa zawadi za pongezi na tunaweza tukagaa kama vidogo vidogo, kama Sapata ya Kweli, Kipatia Mali, Moyoni Pendo Sio Kifani, Geuza Mwelekeo, Wafu Wako Wapi hivyo na Ufufuta, vidogo vidogo hivi tunaweza tukagaa kwa wingi. Kwa hiyo kila mshiriki akijihusisha katika kugaa vitu vidogo vidogo, tunaona kazi yetu inaweza ikawa inaenda vizuri sore. Kwa hiyo, jambo gani la msingi? Kila muumini panga goli lako na kuna mwaka na kugawa vitabu, bogoa roho, piga magoti, upange goli lako na kuwawezesha kujihusisha kujihusisha kikamilifu. Uwe na bajeti ya kugawa vitabu kanisa, ni katika kanisa mahalia kama hapa. Kama hivyo, watu tunamtu tutamchagua anaitwa mratibu, au uongozi wa vitabu kanisa mahalia. Huyu anachaguliwa na kanisa. Kila kanisa lina mtu anachaguliwa kwa mwongozo wa kanisa. Mpangizi wa utapishaji katika kanisa mahalia au mratibu wa utapishaji. Yeye kazi yake anapochaguliwa anapohudumu katika kamati yake, yeye anasaidia kuweka malengo ya ugawaji wa vitabu katika kanisa mahalia. Halafu kuhamasisha maeneo ya kuweka vitabu na ya kuombea katika kanisa lao na katika makao. Lakini pia anaandaa mazingira yanayorahisisha upatikanaji wa fedha kwa washiriki kama hapo anasema mbiko, kwenye misiba. Kwa nini, kwa nini basi, anateleza mpango na kitu kinaza kanisa, atakutengeneza program kwamba mwaka ambayo tunatoka wote, kwa hiyo tueevtasknkwahyo kanisa lote ishiriki katika kupeleka vitabu katika namna hiyo, inafaa sana, lakini pia sababu na hilo, e... asante sana, sababu na hilo katika hali hiyo niseme nikiri kwamba kuna, kuna makanisa ambayo mwamko wa ugawa vitabu umekuwa mkubwa awasiui sana. Yani kuna makanisa ambayo mwamko umekuwa mkubwa. Tunashukuru kwamba vitabu vya Pendo sio Kifani, vitabu vya Sabato ya Kweli ndio vinapatia amani moyoni, vitabu vya Kifo na Ufufuo, vitabu vidogo vidogo. Kuna makanisa ambayo mwamko umekuwa mkubwa na nzuri, na watu wananunua vitabu wanagawa sana. Tunawaombea na tunawatia moyo

Kama kama hana hana mtaji mtaji, gahh haam tumsaidie mtaji. Jamani, anaikaa siku kama hana hana nini, kama hana mtaji, tumuge mkono, tumsaidie, tumwombee, tumtie moyo. Furaha yetu hiyo, tunaona watu anaenda kazini, anaenda kazini, anaenda kazini. Tuwaunge mkono, tuwaombee, tuwasapoti, tuwatie moyo, waingilizi wa vitabu waende kazini, na hata hapa hapa Kibaigwa hapa ambapo tumekuja leo, na katika mpango huu, huu, huu wa kufungua duka la Kibaigwa, kama kuna jambo jema tunaweza kulifanya, ni kwa ni kuona kwa kwamba wainjilisti wetu wa Kibaigwa tunawaunga mkono tunaauga mkono na kuwatia moyo na kuhakikisha kwamba wanatoka wanaenda kufanya kazi walioitwa kuifanya. Ukiona metsamayuli nyuma, usishangilie. Kama kuna watu wanashangilia, usibaki kufanya hivyo, lakini mwombee, mwambie mchungaji, mwambie mkurugenzi msaidizi, tuone mapema, tuwasaidie waende tuwa kazini. Mungu amewabariki watu wake. Na naamini kwenye makazi yetu, Mungu amewabariki watu, watu, watu wa namna mbalimbali. Watu wamejenga nyumba nzuri. Watu wana miradi. Watu wanamiliki biashara. Watu wanamiliki mashamba, wanamiliki mifugo. Mungu ametubariki. Sasa katika hiyo mibaraka ya Mungu hiyo, Mungu ametubariki tuitumie kwa ajili ya utukufu wa kazi yake, na kuitumia kwa utukufu wa kazi yake. Unaweza kumwita mungiso kia unia ukamwambia mtaji wako ni kiasi gani? Mtaji wako ni kiasi gani? Kwamba ukipata hivi unaweza kwenda kazini, tuwangamue, tuwasaidie, halafu waende kazini. Tukifanya hivyo, tumefanya kazi njema sana ya, ya kuimarisha ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ninatoa wito kwamba timu tuwatim tuwasaidie wale ambao wamevitoa, kuwa kwa waingilisiwantawi. Nirudie tena

Duka hili ambalo tunalianzisha au inaanzishwa tufungua hapa Kiteto hapa Baibwa ni duka lile lile ambalo lilikuwa Kiteto, ambalo ndilo linakuwa hapa, japo kwa kule Kiteto kutakuwa na ngazi ya kuendea kuwasaidia, uz duka letu atakuwa anaendea kuwasaidia watu wa Kiteto kwa namna itakayokuwa. Lakini duka hilo katika kutafakari kwa kwamba sasa duka lije hapa Kibaigwa, ni kuna namna ya kufanya hasa bana wale ambao wanaona kwamba hivi kule Kiteto kwa sasa tunaojiswa gari tunapoangalia gari ya wajoko hapo, hali inakatisha tamaa, lakini tunatia moyo, tunaombea. Kwa hiyo mara baada ya kutoka fungua duka hili leo hii, kuanzia kesho taratibu zitafanywa na kwa hiyo kuna namna ambavyo vitabu vinakuja hapa eh, du, eh, nani, kabati taletwa

kuwa karibu. Basi tutumie kujipatia kile mahitaji ya kanisa. Kuna faida nyingi za kuwa karibu. Kwanza kuna Biblia machapisho mbalimbali, uwepo aina za huduma kwa pesa zaidi, na hiyo itafanya kanisa mahali liweze kuchangamka zaidi na kupata mahitaji ya kiroho kwa pesa zaidi kuliko kama mahali pengine. Tulikusema haya kama muda wote umesonga na sisi tulitaka kuwa na muda mdogo kabla tumefunga kuongea na wa kuonana na wengine wa kitabu kama mwezi kipindi, tutakutana na wengine wa kitabu peke yao mahali fulani, mpaka kuongeza tatuelekeza kwa ajili ya maelekezo mengine machache. Ninaona kama saa 11 inafika nikiendelea kuongea na kinakuwa kama ninawaumiza wengine ambao watakuwa na safari ya kuelekea mbali kidogo kutoka mahali hapa. Baada ya kusema haya, niulize tena kama kuna mtu ana swali lolote la mwisho napotaka kwenda kupiga kufunga. Ndio, karibu

ngazi ya mtaa mahalia eh, kanda mahalia, jimbo mahalia. Kuna zile zingine zinazoweza kuwa tanoti za uongozi na uratibu wa programu husika i kama inaweza likajibiwa na mwenyeji wako hapa, ni sema tu kwamba hilo ni tulijisahau kidogo. Kwa hiyo basi, hilo liko chini ya uwezo wangu, na kwa sababu tunaanza upya sasa na huduma imesogea na sisi tunajipanga kuwa hapa karibu, ninaamini tumelichukua, tutalifanyia kazi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kanda ya Kiteto imekuwa na changamoto ya kijiografia. Kama unavyoona, hii kanda imetawanyika kidogo, na viongozi wetu wa idara ya uchapishaji kwa ngazi ya kanisa mahalia wote walikuwa Kiteto, sawa. Kwa hivyo unakuta maeneo mengine kwa ajili ya ku kutawanyika kidogo, mawasiliano yamekuwa na tabu kwa kuunganisha kazi iweze kwenda, lakini pia kama wewe ni mwinjilisti wa vitabu kwa ajili ya kugawa vitabu. Wakati wito unapotolewa, ni vizuri kuwe na namba za kiongozi wa idara ya uchapishaji, ili wakati unapokuwa tayari kuwezesha hiyo kazi, kama umeona kiongozi ameendana kidogo, unaweza ukamfutua, kwa sababu wakati mwingine wito unapotolewa mshiriki hana fedha hapo hapo, au mjulisi kwa njia ya kusapoti hana fedha za kusapoti. Kwa hivyo wengi unakuta wametoa nini, wametoa ahadi wakati mwingine tunafanya follow up, wanakuwa hawajawa tayari. Kwa hivyo kama mtu ulikuwa tayari, tupigie simu sisi, tutakuwa tayari kukupa ushirikiano. Asante. Oh, unapiga simu kwa kiongozi aliyehusika au kiongozi wa kanisa, mkurugenzi. Nadhani idara ya uchapishaji, kuna uongozi ndani ya kanisa. Kuna mkurugenzi wa idara uchapishaji kanisani kuna mzee wa idara ya uchapishaji kanisani, kuna kiongozi wa kanda, alafu kuna kiongozi wa jimbo. Asante, kuna mkono kule nyuma, kama kuna maiki apewe au hapana. ya sauti aulize masomo ya sauti inaweza kutofautiana <gibu> lakini kitengo